Michezoni, waziri wa michezo Salim Mvurya amewataka vijana kutumia vyema vyuo vya michezo vinavyojengwa na serikali kote nchini ili kukuza talanta zao. Akizungumza a uzinduzi wa chuo cha michezo huko Yatta, kaunti ya Machakos kinakachogharimu shilingi milioni 55 hadi kukamilika, Mvurya amesema vyuo hivyo vitakuwa nguzo ya kuwa na wanamichezo bora nchini kwenye fani mbalimbali mbali katika miaka ijayo. Hapa Tunajenga uwanja wa mpira wa mguu football pitch, tutajenga hapa, tutajenga ya volleyball, tutajenga ya netball, tutajenga ya basketball, tutajenga pia ile vyumba ya kubadilisha changing rooms, pamoja na social hall. Alafu pia tutatengeneza mahali ya maji, kuwe kuna maji kwa hii academy na hiyo yote itatugharimu shilingi milioni 55. Juzi tukapata budget ya 2025-2026 20, na wabunge na president wakasema hakuna tax imeongezwa, lakini hata kama hakuna tax imeongezwa tuliweza kupata pesa ambazo tutatumia kuripa wenye kandarasi ambao wanafanya hii kazi.